Na ikiwa kuna mtu anataka ku raise anything, kuna jambo limebakia, kuna jambo hatufanyi, tunauliza wewe, sema kwetu. Kwani unaogopa serikali? Hapana, si atupana pigana kuogopwa. Unataka mtu kutuogopa nini? Wewe una la kuogopa? Unaogopa na wewe ndio mwenye nchi hii, na sisi tukiwa hapa tunakufanyia kufanyia kazi na utazidi kukufanyia kazi, na wakati huu ni wakati wako kusema unayotaka ifanywe, na ile ambayo imebakia, sema tuambie, lakini tatutaki uwe mtu wa fitina. Hiyo tu ndio tutaki mtu wa fitina tu ate jioni jioni ndio ingie pale mkule pombe, ndio wewe useme maneno mengine. Me jamani, kazi ya aina hiyo ilikwisha zamani, na sisi tumekuwa humu tunajua.